ujauzito huo baba ni msanii mkubwa sana wa hapa nchini Tanzania na sisi moja kwa moja tukaliwekea hilo swala tiki kwamba huenda ni msanii Diamond Platnumz. Licha ya kwamba Wema Sepetu yeye binafsi hakuzungumza wala hakutaja jina la huyo msanii, lakini siku ya leo kitu ambacho Diamond Platnumz wamekifanya kimeweza kututhibitishia wazi kile kitu ambacho tulikuwa tunakihisi au tulikuwa tunakiona labda huenda e, jambo hili linamuhusu msanii Diamond Platnumz. Ukiangalia Diamond pamoja na Wema Sepetu waliwahi kuwa na mahusiano hapo nyuma, lakini baadaye wakaachana, kila mtu akawa anaendelea na maisha yake. Tukamuona Wema Sepetu akaanzisha mahusiano mengine, lakini pia tukamuona Diamond Platnumz na yeye pia akaanzisha mahusiano mengine na maisha mengine yakaendelea. Lakini sasa hivi cha kushangaza na cha kustaajabisha tunaona Wema Sepetu ni mjamzito, alafu wanakwambia mwenye ujauzito huo ni msanii Diamond Platnumz. Tunaweza kusema uh, huenda huo ujauzito kweli ni wa msanii Diamond Platnumz, baada ya hiki Diamond Platnumz alichomfanyia siku ya leo mwanadada Wema Sepetu, na ukiangalia ukweli unajidhihirisha wazi, kwa sababu Wozu ameshaachana na Wema Sepetu na, uh, na, na hana sababu yoyote ya kusema huo ujauzito ni wa kwake msanii Diamond Platnumz. Kama ambavyo tunafahamu, uh, kwa sasa hivi yupo huko nje ya nchi katika ziara zake za kikazi, anaendelea kufanya show mbalimbali mbali, za nje ya nchi kwa ajili ya kujipatia kipato. Nyie wa Tanzania si mmemsusia muziki wake? Basi ameamua kufocus kwenda zaidi nje ya nchi kuliko kufocus hapa ndani kwa sababu kuna lile sakata la kwamba wasanii wa wamesusiwa miziki yao. Na ukiangalia haswahaswa haswa Diamond Platnumz yeye ndiye muhanga mkubwa kwa sababu ukiangalia wasanii wake ambao wapo katika record label WCB kila ngoma wakitoa ina buma, yani mashabiki wamesusa moja kwa moja kuisupport record label WCB, lakini pia kumsupport msanii Diamond Platnumz na ndio maana, Diamond ameamua kwenda kufocus huko nje ya nchi sasa Diamond Platnumz ameweza kumtumia uh, mrembo Wema Sepetu zawadi ya gari, na baada tu ya kumtumia zawadi hiyo ya gari akaweza uh, kumtuma bodyguard wake aweze kumkabidhi mwanadada Wema Sepetu uh, ufunguo wa hiyo gari. Sasa unaweza kuona kile kitu ambacho tulikuwa tunakizungumza kwamba huu ujauzito ambao Wema alidai kwamba, uh, baba ni superstar mkubwa, kumbe huenda ni msanii Diamond Platnumz, sio kwamba ni tetesi au uh, labda tunahisi hili swala moja kwa moja tumeweza kulipigia tiki uh, msanii Diamond Platnum anahusika kwa asilimia kubwa sana, na ndiyo maana ameweza kumtumia Wema Sepetu zawadi ya gari, jambo ambalo kila mtu akawa anafurahi na kuona kwamba eh, ile ndoto ya Wema Sepetu imeweza kutimia. Wema Sepetu aliwahi kuzungumza katika moja ya interview yake na kudai kwamba yeye ni mtu ambaye kipindi alianzisha mahusiano na Diamond aliahidi na kudai hatoka haweze kumpenda mwanaume mwingine au kuzaa na mwanaume mwingine. Sasa alivyoahidi hivyo eh, sasa baadaye walivyoachana mtu wa kwanza kuumia katika ile relationship alikuwa ni Wema Sepetu, na Wema anakuambia baada ya kuachana na Diamond, akamwambia Diamond eh, tuweze kuvunja hichi kiapo niliwahi kuapa kwamba siwezi kuachana na wewe wala siwezi kumpenda mtu mwingine kuwa na siwezi, eh, mtoto na mwanaume mwingine zaidi yako. Eh, mambo ambayo waliahidiana ni mambo mengi sana, baadaye wakavunja kiapo kila mtu akaendelea na maisha yake lakini sasa hivi, Wema Sepetu ni kama vile ameweza kukirudia kile kiapo chake na kukitimiza. Kwa sababu ukiangalia jambo ambalo aliwahi kulizungumza hapo nyuma kwamba hawezi kumpenda mwanaume mwingine, anatamani sana kuzaa na Diamond partner. Sasa hivi ameamua kulitimiza aki ukweli ukweli. Sasa hatujajua labda kuna makubaliano yoyote ambayo wamewekeana na Diamond partner, au labda, kuna jambo lolote ambalo wamezungumza, labda tutazaa tu lakini hatutaweza kuishi pamoja kama mke na Mume, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Kwa sababu Diamond yeye bado anaendelea uh, kumsifia mke wake Zuchu na wala hayupo huko, uh, katika mambo ya Wema Sepetu, lakini kilichobaki kwa Diamond partner mko Wema ni kutuma tu zawadi za mtoto, uh, ni kuendelea kutuma, uh, basi vile vitu ambavyo vinamhusisha mtoto kwa asilimia kubwa sana. Uh, ukiangalia kwa jicho la tatu, uh, hili swala la wema pamoja na Diamond unaweza kuona ni kama vile ni mtoto tu ambaye ameweza kuwaunganisha. Au, huenda wema alimuomba Diamond kwa maana naomba tu nizae na wewe hicho ni kitu ambacho nakitamani Diamond Platnumz. Eh, swala zima la watoto huwa hapendi kumnyima mwanamke, na ndio maana tunaona msanii Diamond ana watoto wengi, takriban watoto sita. Eh, mpaka leo hili Diamond Platnumz anao na kuna baadhi tunaofahamu, wengine Diamond anakuambia mama zao hawapendi waonekane katika mitandao ya kijamii. Wewe kama mshabiki unalipi la kuzungumza, tuchia maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yale yanaandikwa neno subscribe.